Eti jambo Afrika, jambo Tanzania, langu jina Salim mwanangwa wa Ahmad, lakini jina la kutafutia riziki ni Tagabo Zigamba. Mimi nichukue fursa hii ya ushi na adhimu kukaribisha wewe mpenzi mtazamaji kwenye kipindi changu hichi pendwa kabisa cha koma koma almuradi, eh, ni kwamba komboa maadili komboa mazingira. Mazingira yamekuwa tata, mazingira yamekuwa hatarishi, lakini iko hapa kukujuza yale mengi ambayo wewe ulikuwa hauyajui kwenye kipindi leo nina wageni Mashallah, mabinti wazuri. Pendeza sana. Asante. Hongereni sana. Asante. <laughs> Labda kwa majina kwa haraka haraka kila mmoja. Mimi kwa majina naitwa Azama. Okay. Eh. Um, Dada. Kwa jina langu naitwa Glory Michael. Glory Michael. Yeah. Okay, Azama unafanya kazi gani labda? Ungeniambia haraka haraka kabla sijaingia kwenye mada. Mimi ni makeup artist, okay. Pia ni msanii. Okay. Makeup artist. Nakumbuka harusi ya mara ya mwisho ya mke wake Rashid mdogo wake na Ghalib, ulimpamba wewe. hongera sana hongera sana. Dada, kazi yako? Mimi ni designer pia, hmm. ni msanii pia. Nipo kwenye kampuni ya Big One Entertainment, Big kama One. Okay, huko vizuri, hongera sana. Asante. kitu ambacho nataka tujadili hapa kwenye changamoto ya dharau ya maisha, kwa sababu kuna Uh, wapo vijana wahovyo ambao wanadharau na mabinti mm, na wapo mabinti wengine pia wahovyo na wenyewe pia mm, wana kusudi. Umenifahamu? kwa tuko hapa kwa ajili ya kuweza kujadili tukiwa, ninyi mkiwa kama mabinti na mkiwa kwenye ulimwengu huu ambao uh, wanawake waliokaa majumbani ambao hawana opportunity labda wanajifunza kutoka kwa dada zao wanaoona, kupitia Instagram, kupitia TikTok, kupitia mitandao yoyote ya kijamii mm. E, mimi mawazo yangu ni wanapotea, kwa maana ya kwamba hawajifunzi, wao wanaona wivu. Akiona wa mwanamke leo kabadilisha nguo, lakini kumbe kuna style ambayo mwanamke anaweza akaingia dukani alafu akajaribisha nguo akasema thanks baby kwa nguo mpya, kumbe amejaribisha dukani maskini, ila mtoto wa kike akagombana na boyfriend wake, mbona mimi auni nguo kama fulani mm. au kufanya ya masajari yameingia hivi uh, mtu anaona wivu, ana shape nzuri na nini, kumbe mwenzake kafanya sajari. Nyie hii mnaichukua kafika gani na mnaichukuliaje? binafsi mm. watu waskarili nimeipenda hiyo binafsi, watu wasikariri e, wasikariri wow, kwa sababu huyo akaenda dukani kapiga mm, picha mm, anaweza kuchukua simu ya mtu akapiga picha yep, lakini huko nyumbani wengine wanatatarika, yeah, kwao kikubwa ni hivyo, wasikariri kila yeah, mtu aishi vile ambavyo anaweza kwa nafasi yake mm. Unaumia kiasi gani wakati Valentine inaingia, labda au wereva Unakuta mpenzi wa mpenzi wake kafanya kitu, mpenzi mpenzi wako hajafanya kitu. kwa kweli siumii chochote, si siumii chochote okay, yeah, siumii chochote mm, yani siumii chochote kabisa, itakavyokuja yani yeye ya, atakavyo, sijui niikaje. yeah, lakini kwangu nitakavyoipokea ni kawaida sana. oh, yeah, naweza hata nikaichukua nikaiposti nikampongeza. yeah, okay, una story gani ambayo umeshawahi kuiona mtu kaumia au kameingia kwenye mfumo huo ambao wana, wanaishi mabinti sasa hivi mfumo lifestyle, mabinti evi, jenzia, zungumze, yeah, ya mabinti sasa hivi mabinti sasa hivi jenzia. yeah. yeah. hawa tunaozungumzia unajitoa? sijitoi <laughs> nipo lakini, yeah. nijunzungumzie tu mimi mwenyewe kama mimi, mm. mimi sipelekeshwi na lifestyle ya mtu mwingine, yani yeye anavyoishi ni yeye, na mimi nitakavyoishi ni mimi, na maana siwezi nika mtu akanipa pressure na mfumo wake wa maisha, kwamba yeye kaamua, mm. aishi hivyo, na mimi kama alivyosema Dazama, mm. kuwa wewe iko hivyo lakini kwa sisi ambao sasa hivi watoto sasa hivi ni sema watoto wa elfu mbili mm. tumekuwa ni watu fulani hivi tunataka kwenda na upepo yani. okay. yeah. kuna umri ukifika, kuna vitu haviwezi kukusumbua, na ndio maana watu ambao wana kipato kikubwa na wanakomaa kwenye biashara wanakuwa mm. ni watu wazima. Hawa watoto watoto wa umri wetu wanaweza kuwa na duka siku mbili, hana kazi yake kujisnap kwenda kwenye mashughuli wenziwa wamwone, lakini kuna umri ukifika, lazima ufokas na kile kitu chako, kwa sababu unafikiria watoto hmm, lese ukiwa single mother au single parent hmm, lazima ufikirie watoto kwenda shule, nguo unataka wavae vizuri, wapendeze. Ukifeli wewe umewafelisha wao hmm. Kwa hiyo lazima ufokas. Kwa hiyo inafikia kipindi unakuwa wish wewe unaishi kwa ajili ya watoto, lazima uwafikirie uh -uh. yeah. wao kwanza, kwa sababu wao ndo wadogo wanakuja kwenye maisha ambayo labda mwanamke asidanganyike na mwanaume pia hivyo hivyo, kwa sababu siku hizi watu wanaharibu watoto wa kiume oh, okay. kwa hiyo wawe na confidence. Mi naona na, kama watoto wa kiume ndio wachungwe sana kuliko wa kike kwa zama za sasa hivi. ni kweli kweli kwa kipindi hichi. mimi naona we unasema, sio? kwa sababu gani wote wachungwe, wa kike kwa wa kiume. Unajua, unajua akiharibika mtoto wa kike jamii inaweza isishangae kuliko akiharibika wa kiume Hmm. Nakwambia mwanaume akizungumza akiwa yuko serious, vidole vinaelekea mbele, wewe achana na mimi. Hmm. Mala ukiona... mm uh -huh. -hmm. Uzuri lakini <laughs> yeah. Ukiona akiharibika akisikia mimi. Eh eh. Ukiona vidole vimerudi nyuma huyo da. Mungu <laughs> <laughs> atuepushe sisi na vidole. Okay. okay. Yeah. Hmm. Kwa unasema wote wachungwe? Ya, yeah. hata ni... mtoto wa kike pia akiharibika nayo I sound good. Kwa upande wangu. Una Unajua sio kitu kipya kusema mtaani akasemikana Yani, we binti muuni sana malaya sana, sio kitu kipya sana kama mtoto wa kiume yani... kwangu mimi navyoamini, mtoto wa kiume kuharibika, niseme kaamua yeye mwenyewe yani, kiume kaamua kaamua kuharibika yeye mwenyewe. Kweli inategemea na mazingira, huenda <laughs> yeye mwenyewe hakupenda. Wapo ambao wa hivyo na wapo ambao wameingia kwenye matatizo bila <laughs> kujijua <Yeah. laughs> kitu gani kinapelekea mpaka watoto wa kiume wanaharibika haraka? Malezi, malezi, tamaa. Kwangu mimi, tamaa tamaa ipo yes. Na malezi pia yeah. No, no, no. Malezi, male, malezi malezi malezi, vyovyote itakavyokuwa, vyovyote itakavyokuwa, e, mtoto anaweza asivunjike lakini tamaa, okay. Kwa sababu hata kwenye majumba wajomba rafiki wa mtu uh, unafikiri m, m, m, anamfanyaje mtoto wa kiume mpaka anaharibika? Nitakupa hichi tutachukua hichi nikupa hichi usiseme yeah tamaa Tamaa, lakini pia imetokana na malezi na maana malezi aliolelewa amemfanya mpaka yani imepelekea mpaka hizo tamaa kwake zimekuwa yani, kitu cha sio cha kushangaza. Yeah. na malezi kivipi? kwa makini na mtoto mahamli yangu kwa kwangu ya <laughs> <laughs> <Wanantua> wa. <laughs> mimi, mimi, kwa mimi labda kwenye haya malezi ya sasa hivi na mabinti ambavyo wanakuwa wanaiga mm. inakuwa rahisi wao kuharibika kwa nifahamu vizuri, wanaharibika haraka sana na kuna mtindo ambao mimi binafsi yangu sikubaliani nao. Silazimishi kila mmoja akubali. Mm. Lakini mimi sikubaliani nao kwamba mabinti wengi kuzaa wakiwa nyumbani. Mimi sikubali. Yaani kwamba ah, yani binti anazaa akiwa nyumbani, hmm. Umenifahamu, hajaolewa, hajapokea hmm. posa, hatujakaa hmm. chini. Hmm. Umenifahamu na anakuja na mwanaume aliyemzalisha. Lakini hilo saa hizi naona kama imekuwa kitu cha kawaida kwa sababu nakutadi mzazi mwana anakwambia niletee basi hata mjukuu cool, kama umekosa hmm. mume. Fashion, eh? So fashion, <laughs> ila yani mfumo wa maisha unavyoendelea imekuwa kitu cha kawaida kwa sasa hivi uoleo sioleo, lakini ukiwa na mtoto tumeongelea Ma, malezi, hapo ya yeah, yes. malezi. Yeah. Lakini pia hata kwa wazazi wetu wa sasa hivi yani yeah. hata ukizaa nyumbani Fresh. Lakini mimi kwangu, mimi shida sio kuzaa nyumbani, shida umezaa <laughs> <laughs> <laughs> <Hiyo nimeipenda. laughs> na nani kweli, kwa sababu huduma ndo inakuwa tatizo mm. kwa mtoto yeah. inamata sana kwa sababu kwanza utachakaa mapema kulea mtoto Utafuba. kulea mwenyewe uwe stable, upendeze, uwe the way ambavyo umekuwa mwanzo, ngumu kwa kweli. Kwanza inaweza ikakuchanganya siku hizi, afya ya akili, sana ya akili inawatisa sana wadada, afya ya akili kumbe hii kuzibuka zibuka kwenye yeah. mitandao kumbe afya afya ya akili kutokana na vitu ambavyo mtu yuko navyo Kaposti hichi mara kaposti hichi mara analia yeah, mtoto hudumiwi sijui nini sijui nini, anakuwa anatafuta attention ya jamii kwamba zile pole, nini kinaendelea, utakuwa sawa hivyo, hazipati kwenye familia yake. Kwa hiyo uh... anataka jamii ile mumzingatie, wala kwa baba mtoto <laughs> <laughs> kwa hiyo ile maneno wala, niambia mama angu mimi anafanya kazi. Kama hujafunzwa na wazazi, utafunzwa na ulimwengu. Kwa hiyo anakuwa na maana anaminyana na ulimwengu pale <laughs> <laughs> <laughs> Uh, ugo, nini tuseme afya ya akili, afya ya akili. Mm. Yes, nimeona kuna watu wawili watatu hivi yule nani sijui akitimtimu naye, yani naona kama kuna watu wanasema yule kajaribu kuwawakilisha, ila kusema ukweli wako wengi, wako wengi yeah, sana. Sana. <laughs> na pia unajua inatokana nini kubeba vitu vikubwa na vitu vingi mm. Vikikushinda ndo vile, na una pa pa kuzungumzia pa ule mzigo una uweke wapi kwa hiyo nakuta kama vile unaupeleka kwenye mitandao ya kijamii na ulimwengu, yeah. <laughs> Na mwingine sasa kusema unakuwa ulimwengu, yeah. <laughs> Na mwingine yeye ndo anakuwa kama kichwa, hana mtu wa kumpa ushauri yeah, akamwambia kitu, yeye ndo kichwa yeye ndo kila kitu unajua. hmm. Kuna kitu kama nahisi mnanificha, kama kuna mtu mnamjua hivi Sio mtu tunamjua, kwa sababu hata sisi ni wanawake. Wanawake tunabeba vitu vingi sana moyoni. Kwa hiyo hata mimi kuna muda oga inanitokea kitu kama hicho, unakuta tu unalia, una shauti bila sababu, huna mtu wa kumwambia napitia hichi, kuna hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo ukipata nafasi kama ile, umeposti status, afu mtu akwambia pole, kuna nini k, umshirikishe, umwambie, unajua bwana, mi mwenzio imenitokea <laughs> <laughs> <laughs> nski nisiki, nisiki, nisiki, nataka nisikie, unajua sometimes umetokeaje kuaje? yeah. Katika umri wetu sisi vijana tunakutana na vitu vingi sana na kwa sisi ambao unakuta hatuna support ya familia, labda huna ile, sijui niwekaje hii unielewe kwa haraka, lakini unakuta unapitia situation ambayo hamna mtu ambaye atakuelewa kwa haraka kwao unajikuta ndio hivyo yaani, siku mtu mwisho ambaye anaweza kuelewa kwa haraka yeah, ni, ni boyfriend wako, alafu unakuta naye ndio anakuwa yeye boyfriend ana akili hizo, <laughs> ana akili hizo bwana, kama ana akili hizo alafu pia penda hiyo so, yategemea kwa, mbona boyfriend ana akili hizo? Sio wanaume wote ambao wana akili ya kusimama, yes. Kama mwanaume kuna mwingine anasema tu kama hivyo kutimiza haja za kimwili, lakini hana akili za kusimama, kama baba akushauri, asimame kama mwalimu lakini, wachache sana. Wengi, wana wengi wanaume wengi wapo kwa ajili ya starehe tu, lakini sio kwamba huyu niko na binti wa watu. Kuna muda unapitia mwanaume gani anatoka saizi aje kukwambia unapitia changamoto gani, mkae mfanye kikao yeye? yeah, anataka mambo yake mengine kabisa. Yani bwana e, hii nimeipenda, lakini naokuwa nataka nizungumze kwama ulikuwa ujui. Leo hapo tumekaa tukujuze, kwamba ifikie hatua tukae nao chini tujaribu kuzungumza nao umepitia mengi nini, tuna plan nini, au sio? Bwana tuna plani wapi? <laughs> kuna meme moja ile kuisikia kwamba, bwana binti asomeshwi au? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> binti asaidiwe ya... sio hivyo, ifikie hatua basi tuweze kutofautisha kidogo, kama wanasema sharti ujibuka wape ndipo zitendeke kazi, kwa maana kazi na ubazazi haitakuwa kazi. Azama unasema... <laughs> <laughs> <laughs> eh, unasema azama kwenye hilo alilozungumzia mm. Kwanza ngumu kumjua boyfriend gani huyu atakuwa sawa usio sawa, ngumu kumjua wote. Yeah. Wanafanana mm. Ehe, unaangalia moyo wako nimempenda huyu, umeelewa lakini huwezi kujua kati ya wale wawili ambaye sahihi unatakiwa kuwa naye ni yupi. mm. Anajua Mungu wewe ujui, kwao unampenda yule ambaye si sahihi, unampenda akupende usompenda ndo ana mind mm. Inapokuwa hivyo ko kwa... <laughs> Tatizo linaanzia pale. Una hii <laughs> kauli kwenu mnaiweka vipi? Yaani wanaume wote ni mbwa. Sijui. Inawezekana lakini eh, siwezekane. Sio wote. Sio na mbwa. Kuna unajua kuna mtu unaweza Kuna ambao sio mbwa. Ah <laughs> bwana wewe. Kuna kapo mwenye ukiona unasema, "Yaani pale ningefiti mimi pale. Yaani yule pale kaenda kimakosa oh sana." Unajua unaona mtu yani ipo ana date na mtu ambaye yani unaishi. Ungekuakamshauri bwana, yani naona mwenzako anakupenda, ongera sana mimi niko na <coughs> hapana, bwana, mchuna tu eh? Inatokea na <coughs> yapo ambayo yanaweza kutengenezwa yakawa na, <yako> <coughs> na, ya na yakasimama sasa ndio inakuja pale da zama unamtengeneza mtu ana akishatengenezeka ndio mtuakishatengenezeka itakuwa sio bahati yako sasa. Kuna dada mmoja nimemsikia juzi kwenye mtandao anasema hivi hmm. Kaka wa watu alikuwa anatoka anaenda anarudi anatoka anaenda anarudi, narudi. Mm -hmm. mnamwangalia tu nimemchukua nimemweka chini sasa akatulia. uh -huh. Mnaanza kumtolea macho, ina maana kashamtengeneza kawa vile anavyotaka yeye, sasa mnaanza kumtamani. Niloisema mm. mimi unaweza ukayatengeneza na yakawa, sasa yule ametengeneza ya yamekuwa, watu wanaanza kutoa macho, hata mimi napigana eh. mm -hmm. na roga kabisa. ushawahi kupigana azama? <laughs> kwenye kupigana yeah. Hapana, umemtengeneza mtu kawa, alafu akatokea mtu mwingine akaleta mambo ya kaleta, mamba, kipumbavu Nimemtengeneza mtu amekuwa, lakini pia ikawa si bahati yangu mm. Lakini sikupigana kwa sababu nimeona mwenyewe ndo ametaka. mm. Oh. Kwa sababu amempa nafasi, asingempa nafasi asingefika ambapo amefika kwao. Unaweza ukatumia nguvu nyingi ukapoteza muda ukapoteza vitu vingi. mm. Eh, kwenye stori yangu le ninajua kama wewe ulisoma uganda pale ulipita Uganda, lifestyle yao ina sehemu sehemu, na kwetu huku Mm. Au ndo Afrika ndo baba mmoja <laughs> wabongo, wabongo wauko wauko, kila sehemu ina utaratibu wao na lifestyle yao, utaratibu wa kimaisha wakule ni wakule, wauku ni wauku. Wabongo tuna vitu vitu hivi vitu, vitu, flani vya, amazing vya Kiswahili lakini yani, ukienda kule una vimisi ugali <laughs> <laughs> so, so uswahili una laza yake, kuna mda yani, yani, mm, hapana uzungu mimi siwezi. Okay, Azama kitu gani ambacho unamwambia mtu ambaye ajui lakini unaamua umwambie kwa kumfundisha au kwa chochote ambacho kilikuwa kwenye moyo? Siku nikipata time ya kumwambia mtu yoyote, of course nitamwambia, hasa mabinti ambao wanapitia maisha magumu sana kwa kufuatilia mkumbo wa, wa maisha ya mtandao. Kwanza wamtangulize Mungu mbele mm -hmm. Mungu ndio kila kitu mm -hmm. unajua mambo yote yanayotokea mm -hmm. watu wana upungufu wa imani, ndio maana mambo yote yanatokea. Wakiweka Mungu mbele, kila kitu kitakuwa sawa. Kweli tu. Kingine kupunguza tamaa. mm -hmm. tamaa zinaponza kwenye vitu vingi. Tamaa zipungue, tamaa zipungue. Yoyote mwenye dhamira ya kweli hawezi kushindwa wala hawezi kukata tamaa, lakini pia akili zako ukizitumia vizuri, utapunguza tamaa. Riziki yako ya kwako itakuja na utaipata Mungu yuko pamoja na wewe, wakati sahihi ukija, ndo wakati sahihi wa Mungu anakupenda hapo. mm. kwa dazama hapo kwenye tamaa, pia naweza nikaongezea kidogo mm. kuwa na watu wa levo yako, kwa sababu levu yeah, kuwa na watu ambao wapo kwenye levu yako. Mimi siwezi leo, levu yangu ni ya uh, bukujero, nataka kushindana na mtu wa milioni, lazima hapo niingie kwenye tamaa na vishawishi kama hivyo. Kwa hiyo kwa watoto wa kike pia kuwa na watu ambao Mwanamke, uangalie mwili wako ulivyo, kitu gani ukivaa unapendeza. Si lazima uvae alichovaa mwenzako mm -hmm. kwa sababu hizo ndo tamaa ambazo zinakufanya sasa mm -hmm. unaweza ukajuta. kitu gani kinawapelekea huo msongo wa mawazo, hiyo afya ya akili? Kwa sababu mtu anakuja anatulia, akianza kufikiria vitu alivyofanyiwa mm -hmm. yes. vitu vilivyokuwa kwenye roho yake. Yep. Ndio anapasuka nje huko, kwa sababu ni siri yake, lakini inakuwa si nzuri kwa umri mdogo, amefanya vitu vingi sana, na tuseme kama mtu ambaye mbio zake za za mita mia anajikuta amekimbia mia nne hivi. mm -hmm. ni kweli kabisa. Kingine mm -hmm. narudi nyuma kidogo. mm -hmm. wanawaponza kuwasifia watoto wa elfu mbili. Watoto wengi wanazidi kuharibika kwa sifa. Watu wana brand vitu vyao, wana yes. brand biashara zao, lakini hawabrand bila kuweka kitu mbele, kukisifia sana watu ndo wanakitolea macho Mm -hmm. Kwa hiyo watoto wengi wanaharibika zile sifa. Watoto 2000, watoto 2000, hata wa 94 wanajiita wa 2000, mradi tu wanafanya vitu vituko na vitu vya ajabu. Ndio hilo la kwanza. <laughs> Nilikutana na watoto wa 2000 wawili wamepakiwa kwenye bodaboda boda. uh -huh. Kwanza kwa umri wadogo, alafu wanakula big G. Okay, I <laughs> Gabo, mambo endelea na hiyo ya afya ya akili mm ingine familia yes. familia za Kiswahili mm -hmm. zinataka mtu tayari kapata, hawataki mtu kumsaidia, mm -hmm. hata kimawazo. Wao wanataka mtu tajiri akija, mm -hmm. pale namba elfu tano mm -hmm. namba elfu mbili kwa familia zinachangia. mimi na matatizo yale maisha ya Uswahilini, kwamba inapikwa chai mm -hmm. chai tayari ipo, lakini kila mmoja na kitafuno chake e, na kila mtoto na mama yake, kama watu ndio washachika nyumba moja, watoto wengi wa kike, watoto wake watatu wako wawili kila mtu na mtoto wake ndo. hmm. maisha tunaoishi, okay. kwamba wametoka shule mwanangu mishamboachie shilingi elfu mbili hii hapa wakoko kamaana unatoa macho ile ya zamani hmm. kwamba mtoto wa jirani wakwako mtoto mnini, haipo haipo, haipo kwa asilimia mia na ushahidi huo haipo kwa familia chache sana zenye upendo. Hata ndege wametuzidi kwa sababu, kama kuku wanaweza kuwatamia yai la kanga la bata likawepo ndani alafu sisi tunashindwa na haipo. Kwa nini? Pia wazazi wanachangia. Mzazi yupo mm, watoto mpo, wajukuu wapo, na yeye mzazi anaangalia watoto wake ambao wapo labda wanasoma sekondari chuo, anaangalia wale wajukuu labda kawapa mia tano elfu moja, kawaletea pipi, kawapa ice cream, lakini haangalii kwamba na wale wanahitaji msaada, au wewe uliokuwepo pale umeachika unahitaji msaada. Bwana huyu hapa ni Salim mwanangu Ahmed. Nilikuwa hapa na kujuza yale mengi ambayo wewe ulikuwa wajui. Hata kama unajua basi kujuza zaidi si haramu. E, tulikuwa kwenye kipindi cha koma. Yaani koma maana yake tuko hapa kwa ajili ya kukomboa maadili. Wewe pia ni shuruti ujibu hizo kawaida. Ndipo sitendeke kazi kwa maana kazi na uzazi haitakuwa kazi. Endelea, endelea kuambatana nami au endelea kulambaza nami uweze kupata maarifa stahiki huyu ni mbuji mshititi wa lugha au shina udhimu ya Kiswahili, Kiswahiri. Mwite Salim mwanangu wa Ahmad, ndio kwenye kadi ya kliniki jina hilo limesoma vivyo hivyo. Mpaka wiki ijayo, asante sana.